M23. Hivyo ili uendelee kupata habari za inchi habari za ukweli kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika, na kusi wewe kusubscribe channel hii kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili naoendelee kuzipata. Kama kawaida mchana wa leo tunayo mengi, hivyo na kusi kwa nami mwanzo mpaka tamati. na bila shaka natumai kwamba amani ya Mwenyezi Mungu iko pamoja nawe popote ambao unaendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Na toa shukrani za dhati kwako kwa ambao umetuchagua uh, muda wote kufuatilia habari zetu, na tufungua ukurasa wetu wa habari moja kwa moja na habari kutoka huko kwenye uwanja wa vita ambako mapambano makali yamezuka tangu saa mbili usiku ya Jumamosi tarehe moja Novemba mwaka wa 2025 kati ya waasi wa kundi la AFC M23 na wapiganaji wa vikundi vya kujilinda wazalendo katika eneo la Kalembe kundi la Bashili Mokoto wilayani Masisi mkoani Kivu kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vilivyoko maeneo ya Kalembe, vinaeleza kuwa wazalendo walianzisha mashambulizi ya wakati mmoja dhidi ya ngome kadhaa za wahasi wa AFCM 23. Taarifa zinasema kuwa milipuko ya silaha nzito na nyepesi zimesikika kote katika mji huo ulioko mpakani mwa Uwalikale. Milio hiyo ya risasi iliweza kuwaletea hofu wakaaji wa eneo hilo na wengi wao walilazimika kujificha manyumbani mwao huku wengine wakijelekeza misituni sehemu za usalama zaidi. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa waasi walioko Kalonge katika kundi la Kisimba karibu na Kalembe wameanza kuwasaidia wenzao kwa kutumia silaha nzito za kivita ili kujaribu kuzuia mashambulizi hayo ya wazalendo. Kwa sasa hali katika eneo la mapigano bado ni tete sana, huku milio ya risasi na mizinga ikisikika kwa sauti ya juu zaidi, na wakaaji wakiwa katika hofu kubwa na mashaka juu ya usalama wao. Hivyo mpendwa msikilizaji, kituo chako cha matangazo tunaendelea kufuatilia hali iliyoko katika eneo la Kalembe na kukuletea taarifa zaidi mara tu tutakapozipokea kutoka kwenye vyanzo vyetu vyenye kuaminika. maeneo hayo Wazalendo waendelea kuzishambulia ngome kadhaa za waasi wa AFC M23 kwa kujaribu kuwaondoa maeneo yote ambayo yanashikilia huko Jimboni Kivu Kaskazini katika eneo la Kalembe lakini wakati wa mapambano haya endelea kupamba moto, watu wawili wote wakiwa raia wa kawaida wamepoteza maisha yao katika mapambano makali kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa vikundi vya kujilinda wazalendo, usiku wa kuamkia leo Jumapili, tarehe 2 Novemba, huko Kalembe katika kundi la Bashili Mokoto, eneo la Masisi a Jimboni Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuamini vilivyoko eneo la tukio, waliouawa ni wanawake wawili waliokumbwa na risasi wakati wa kurushana risasi baina ya makundi mawili kati ya wazalendo na, na majeshi wa AFC M23. Mashuhuda wanasema kuwa milio ya bunduki ilisikika kuanzia saa sita usiku hadi karibu saa kumi na mbili alfajiri, hali iliyowalazimu wakaaji wengi kukimbia maeneo ya porini ili kujificha kutokana na ghasia hiyo ambayo inaendelea kukumba maeneo hayo. Na hivyo asubuhi ya leo tarehe mbili, hali ya tamruki na wasiwasi wasi inatanda kote katika eneo la Kalembe. Wakahaji wanasema waliofia mashambulizi zaidi, kwani waasi wa AFC M23 wameonekana wakiimarisha ulinzi wao na kupeleka majeshi wake na silaha nzito katika eneo la wan... la katika eneo wanaodhibiti hususan katika milima ya barabara kuu ya kuingia mjini. Mmoja wa wakaaji alizungumza kwa sharti la kutokutajwa jina, alisema kuwa tunaishi kwa hofu tunasikia milio ya bunduki usiku kucha, watu wamekimbilia misituni, wengine hawajulikani wapi walipo. Tunaomba serikali itutetee kwa ajili ya kutuletea usalama huko ambako tunapatikana. Hali hii inajiri wakati hali ya usalama katika maeneo mengi ya Masisi na Rutchuru ikiwa bado ni tete kufuatia mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi ya wahasi wa AFC M23 na wapiganaji wa kujilinda wanaojiita wazalendo wanaodai kupigania ardhi ya watu wao dhidi ya makundi yenye silaha kwa upande mwingine vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa hali ya kibinadamu imezidi kuwa mbaya zaidi huku mamia ya wakaaji wa Kalembe wakikosa makazi chakula na huduma za afya baada ya kulazimika kutoroka makazi yao kufuatia mapigano hayo kwa sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali eneo hilo kuhusu tukio hili, ingawa juhudi za kurejesha hali ya utulivu zinaendelea kufanywa kwa kushirikiana na vikosi vya jeshi vilivyoko katika maeneo jirani. Ikumbuke kwamba usiku wa kuamkia leo Jumapili, vikundi vya wazalendo vilianzisha mashambulizi ya wakati mmoja katika ngome kadhaa za wahasi wa AFC M23 ndani ya eneo la Kalembe, kitendo kilichosababisha tamruki kubwa na kuwatumbukiza wakahaji wa eneo hilo katika hofu na mashaka mkubwa kuhusiana na usalama wao. Hizi ni za moja kwa moja kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Mpendwa wa msikilizaji, hii ni Amani TV Media na kusihi kusubscribe ili tuende sambamba katika habari zetu za mchana wa leo ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka huko kwenye uwanja wa vita Walikale. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia jeshi la taifa FARDC limezindua kampeni maalum ya uhamasishaji kwa wapiganaji wa kundi la FDLR ili kujisalimisha kwa hiyari kwa kuweka silaha zao chini. Uzinduzi wa kampeni hiyo ulifanyika siku ya Ijumaa tarehe 31 Oktoba mwaka wa 2025 huko Walikale makao makuu ya muda wa eneo la kijeshi la kanda ya 33 34 na na kumrazi ikiwa ni sehemu ya utetezi wa makubaliano yaliyostiliwa saini kati ya DRC na Rwanda mjini Washington yaliyolenga kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka makao makuu ya jeshi, serikali ya Kongo imeanza kuhamasisha wapiganaji wa FDLR kujisalimisha kwa hiari kupitia ujumbe unaotolewa kwenye redio za ndani, ambapo ujumbe huo umetafsiriwa kwa lugha za kienyeji ili kuwafikia walengwa wote. Vilevile, wapeperushaji maalum wamechapishwa na kusambazwa katika mji ili ujumbe huu uenee kwa wapiganaji wote wa FDLR. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Meja Jedone Kasereka, msemaji wa kundi la kijeshi la Kanda 34 amesema ni wakati mwafaka sasa kwa amani kurejea katika maeneo hayo. Ujumbe huu unawahusu wanachama wote wa FDLR, ni wakati wa kuacha vita, kuweka chini silaha na kuacha kumwaga damu. Tunawaomba wapiganaji wote wa FDLR wajisalimishe kwa hiari kwa Monisco ili warudishwe kwao Rwanda, wasikatae mkono wa urafiki uliotolewa na serikali ya Kongo pamoja na jeshi lake, ameeleza meja Kasereka. Aidha, ujumbe maalum kutoka makao makuu ya Fardese umepelekwa Walikale kwa ajili ya kuratibu utekelezaji wa kampeni hiyo. Ujumbe huo umetangazwa na Luteni Kanali Tasi ambaye ametoa wito kwa viongozi wa ndani na wajadi kushirikiana katika kampeni hii ili kuhakikisha inafanikiwa. Ni wakati sasa wa FDLR kurudi kwao Rwanda. Tunawaomba wachungaji, viongozi wa dini na wazee wa jadi wawaimize waache silaha na wajisalimishe bila kumwaga damu. Bado inawezekana, amesisitiza Luteni Kanali Tasi. Ameongeza kuwa wapiganaji watakaokubali kujisalimisha wanaweza kuchukua nchi ya hifadhi ya muda ambapo hawatakiwi kurejea moja kwa moja nchini Rwanda. MONUSCO itawasaidia kuwafikisha huko kwa usalama zaidi. Hata hivyo, viongozi wa FARDC wameonya kuwa baada ya kipindi cha uhamasishaji wale watakaokataa wito huu watalazimishwa kwa nguvu za kijeshi kutii agizo la serikali. Kwa mujibu wa ripoti za kijeshi, wapiganaji wa FDL bado wanapatikana katika maeneo kadhaa ya wilayani Walikale, hasa katika vijiji vya Makungurano, katika kundi la Walaolowanda mpakani mwa Masisi, Banarukisa karibu na Buoye, katika Waloa Uroba na Banakindi katika kundi la Kisimba karibu na mpaka wa Ruchuru wapiganaji hawa wanadaiwa kuamia maeneo hayo tangu mwaka wa 2012 baada ya kufukuzwa katika upande wa magharibi mwa Walikale kufuatia kuibuka kwa kundi la kiraia Mtomboki. Serikali ya Kongo imesisitiza kuwa ina dhamira ya dhati ya kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kampeni hii ya kuwarejesha kwa yari ni hatua muhimu kuelekea kupunguza machafuko, kurejesha usalama na kuruhusu wananchi waishi kwa amani katika maeneo ambayo yanakabiliwa na machafuko ya kivita kwa muda mrefu. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imelaani vikali msimamo wa kundi la waasi wa AFC M23 ambalo limepinga tangazo la rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhusu kufunguliwa upya kwa uwanja wa ndege wa Goma ulioko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasi ya Demokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo imetolewa rasmi Jumamosi tarehe 1 Novemba mwaka wa 2025 ambapo serikali ya Kinshasa imesema Uamuzi huo wa kufungua uwanja wa ndege ni hatua muhimu kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya raia waliokimbia makazi yao kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo ambayo inadhibitiwa na wahasi tangu mwezi Januari mwaka huu. Ikumbuke kuwa Rais Emmanuel Macron alitangaza mpango huo tarehe 30 Oktoba wakati wa mkutano wa kimataifa uliofanyika Paris uliolenga kujadili mgogoro wa eneo la maziwa makuu na mstakabali wa amani mashariki mwa Kongo. Tangazo hilo limepokelewa kwa furaha kubwa na serikali ya Kinshasa ambayo ilishukuru taifa la Ufaransa kwa kuonyesha kujali hali ya kibinadamu katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hata hivyo kundi la waasi wa M23 limesema kuwa hatua hiyo ni isiyofaa. Likidai kuwa maamuzi yote kuhusu eneo la Goma yanapaswa kufanywa katika mktadha wa mazungumzo yanayoendelea mjini Doha chini ya upatanishi wa kimataifa. Serikali ya Kongo imesisitiza kuwa haitokubali kundi lolote la waasi kuzuia juhudi za misaada kwa raia wake na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa Kuing,, kuunga mkono Kongo katika kurejesha utulivu pamoja na kuhakikisha misaada ya kibinadamu imewafikia wote wanaohitaji bila vizuizi. Kwa sasa, mazungumzo ya amani yanaendelea huko Doha huku serikali ya Kinshasa ikisisitiza kwamba kuheshimu mamlaka ya kitaifa na uadilifu wa ardhi ya Kongo ni sharti kuu la amani ya kudumu. Kama kawaida, mpendo wa msikilizaji, ikiwa ni kwanza unafungua matangazo yetu, ufahamu ya kwamba endelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Matangazo yetu tunayapata moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook na YouTube, ukiandika tu Amani TV Media. Hapo utakuwa unajiunga nasi lakini pia, uko Shabunda unatupata mbashara kupitia Radio Mutula FM. Na sasa tutamatisha taarifa yetu ya habari za mchana wa leo na habari kutoka uko Ubelijiji ambako Maandamano makubwa ya amani yalifanyika Jumamosi tarehe moja Novemba mwaka wa 2025 mjini Brussels Ubelgiji yakiratibiwa na umoja wa mashirika ya diaspora wa Kongo kwa lengo la kuitaka amani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hasa katika mashariki mwa nchi ambako vita vinaendelea kutokana na kile kinachodaiwa kuwa uvamizi wa jeshi la Rwanda. Kwa mujibu wa shirika la habari la ACP maandamano hayo yalianza mchana katika eneo la Place de Tron karibu na Place Lumumba ndani ya mtaa wa Matonge yakiwavutia takribani Wakongomani mia tatu kutoka mataifa mbalimbali barani Ulaya wakiwemo wale waliotoka Ufaransa na Uholanzi. Akizungumza wakati wa kuanza kwa maandamano hayo, Bwana Albi Mbweya Nkiema alitoa ujumbe kwa niaba ya waandamanaji akisema, tuko hapa kuwakumbuka kaka zetu, dada zetu wazazi wetu watoto wetu waliouawa wa mashariki mwa Kongo, na leo sisi wazalendo wa diaspora tumesimama kusema imetosha. Mbweya aliongeza kuwa kwa zaidi ya miaka 30 wananchi wa Kongo wanaendelea kuteseka kwa dhuluma, ubakaji, mauaji na uporaji, huku akilani vikali ukimya wa tume ya Ulaya ambayo, kwa maneno yake, imekataa kuchukulia Rwanda hatua kali licha ya ushahidi uliopo Tunasema hapana kwa uporaji wa rasilimali zetu, hapana kwa biashara ya damu ya Wakongomani na hapana kwa shirika la kimya unaochochea mataifa haya. Tunataka ha haki, tunataka heshima na juu ya yote tunataka amani, ameongeza na kusisitiza Bwana Mbweya. Maandamano hayo yalifanyika chini ya mvua lakini washiriki waliendelea kwa amani hadi sehemu ya Plus Luxembourg iliyopo mbele ya bunge la Ulaya, wakiimba kauli mbiu isemayo kuwa Simamisha mauaji Kongo, Kagame muuaji, vifo vya mamilioni vimetosha, watoto askari wanatosha, na amani kwa Kongo ni sasa. Kwenye mabango yaliyobebwa na wandamanaji wakiwemo pia watoto wadogo, yaliandikwa ujumbe kama: Mashariki ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo si ya kuuzwa, haki kwa waathirika. M23 inaungwa mkono na Rwanda na wafuasi wa Paul Kagame wanaua na kubaka ndani ya nchi ya Kongo. Tukio hilo limehudhuriwa pia na wanamziki maarufu wa Congo Mbili Abel, ambaye yuko huko Brussels kwa ajili ya tamasha lake. Akizungumza kwa kifupi baada ya maandamano, alisema nimekuja hapa kwa sababu napenda amani. Waandamanaji wameomba jumuiya ya kimataifa ichukue hatua thabiti kumaliza uvamizi wa Rwanda mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kurejesha amani, haki na heshima kwa wananchi wanaoendelea kuteseka. Kutokana na vita vya muda mrefu ambayo endelea kukumba taifa la Kongo hususan na jimboni Kivu Kusini na jimbo ya Kivu Kaskazini ambako kunavamiwa na wahasi wa M23. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo naweka nukta katika habari zetu za mchana wa leo. Fahamu ya kwamba hii ni Amani TV Media Usisahau kusubscribe ili o kwanza kuwa unapata habari zetu, lakini pia kwenye komenti usisahau kutuandikia unatufuata kutoka maeneo gani. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe popote ambapo unaendelea kutufuata kwa muda na saha kama hizi. Mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani, asante.